Ya niliwahi kuumwa, kiti chenyewe walinibebea, nilidondoka na kudondoka, kisha wakafanya nini? Ndugu zangu, wakanibeba mgongoni. Hakika nilikuwa na uchungu. Walivyofanya hivi, nimejisikia vizuri sana kweli. Katika hospitali hii tulikuwa na mapungufu ya wheelchair. Tunapofika na mgonjwa, tunaanza kubeba kwa mikono, lakini sasa hivi ametusaidia, ametuletea vitu ambavyo ni muhimu kabisa katika hospitali yetu hii. Connection ni kikundi cha kijamii chenye mazumuni na marengo makuu matatu. Ya kwanza ikiwa ni kuona wahitaji, navyoona tuko sehemu ya hospitali ambapo pia tunaamini wahitaji hawezi kukosekana. Na nyuma yangu kama mnavyoona kuna baadhi ya mahitaji ambao kama umoja ambao tupo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Leo tupo kulitimiza kusudi la Mungu na ikiwa ni tukio la kwanza. Tunaposema, swala la kujitoa sio kwamba tulivyokuja hapa, serikali haiwezi kabisa kufanya vitu hivi lahasha, lakini imani yetu kubwa ni kwamba tunataka tuionyeshe jamii thamani ya kuwajali watu wengine, thamani ya kuishi kama familia moja kwenye jamii yote inayotuzunguka. Imani yangu ni kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia sisi afya na kila kitu kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo sasa, kama tuna uwezo wa kuwasaidia watu na ndio maana sisi kama Songwe Connection tunajitoa ili tuweze kuwasaidia wahitaji. Vitu hivi ni mchango mkubwa sana kwa hasa hasa kwa mapokezi ya pale kwa wagonjwa. Kuna viti vingine vilikuwa vina changamoto, kwa kuwa tumepata viti hivi, vitasaidia wagonjwa kukimbizwa haraka sana kwa madaktari. Tunashukuru sana, na pia vilevile sabuni zinasaidia sasa kwa usafi. Unajua, usafi ni kila kitu, usafi ni jambo la muhimu sana. Vitasaidia sana katika swala la usafi na pia vilevile, dastbini vile, <coughs> takataka zitakuwa katika mahali salama, hazitakuwa katika sehemu ambazo hazitahitajika. Lakini la pili, sio tu makundi, hata watu wengine ambao wanawiwa au wanakuwa na moyo wa kutoa, ni vyema tukashiriki katika jitihada hizi. Kama nilivyosema, serikali kazi yake kuweka miundombinu, lakini kutengeneza sera na kuwezesha huduma mbalimbali kwa jamii. Sasa kupitia sera hizo yako mambo ambayo tunaweza tukayafanya sisi wenyewe e, wananchi kwa kusaidiana katika maeneo yetu.